E bwana e, leo niko na mwanadada mmoja yuko kwenye Buguza. Tamthilia mpya kabisa. Dada, unaitwa nani? Naitwa Grace. Grace. Kule ndani kwenye kwenye Buguza unatumia jina gani? Ni Grace au nyingine? Ya, natumia Grace Buguza. Grace Buguza. E bwana, okay, unafuatilia Buguza, unamuona mwanadada mwanadada mmoja ambaye <laughs> umo ndani ana mume wake mzee mchoro. E bwana, wana kitumbua, yaani wana kitumbua hatari. Si ndiyo? Ilikuwa ngumu sana Siku ya kwanza nilioanza niliona ni ngumu sana kwa upande wangu, maana nilikuwa sijawahi kufanya kitu chochote kuhusu filamu. Lakini mbona unaonekana una uzoefu mkubwa sana na, na kazi za sanaa, maana performance yako na tunaiona eh, na hata tumeona comment za watu wanasema bwana, unafanya poa zaidi. Jasa, unajisikiaje kwanza kwambia unafanya poa zaidi na wao, umesema ilikuwa ni mara yako ya kwanza kabisa, ili ulianza kusumbuka, lakini umeonekana kama unafanya kazi kubwa ya. Yeah, najisikia vizuri, maana sijawahi kufanya hivyo Alafu nimefanya tu mara moja, watu wamenikomenti sana, najisikia vizuri. Okay, kuna komenti moja ambayo nilipitia uh, juzi, nimeona kwamba watu wanauliza, je, una mume au mpenzi? Maana watu wameanza tayari kutangaza jimbo. Hapana <laughs> kwa sasa hivi sina mahusiano yoyote. Okay, unawaambiaje uh, washabiki wa, wa washabiki wako waendelee kufuatilia kazi au uh, wewe kama una maoni gani kwa washabiki? nawaomba wa mashabiki waendelee kunifuatilia na kunisapoti zaidi, ili nifike mbali zaidi, maana ni ndoto yangu. Mimi napenda siku moja na mimi niigize, niwe msanii mkubwa. Ok, mpenzi mtazamaji wa Lugora TV online, bwana, usisahau kushare, kulike na kusubscribe channel yetu ya Lugora TV. Uko na mimi Asteroid your rap, ili kupata video zetu kila tunapoweka kwenye YouTube channel hii. Subscribe Lugora TV.